Kwa majina naitwa Amina Pita Mkono, ni teknolojia mionzi hospitali ya mkoa Tabora Kitete. Mimi ni mchunguzi wa magonjwa kwa kutumia mashine zinazotumia mionzi na zisizotumia mionzi A, nipo katika idara ya radiolojia. Hapo hospitali tuna mashine ya CT scan moja, tunamshukuru Mama Samia pia tuna mashine za x-ray mbili, zote ni za mashine za kisasa, tumetenganisha majengo. Pia tuna mashine za ultrasound ambazo ndo nimerudia kusema kwamba kuna mashine zinazotumia mionzi na ambazo hazitumii mionzi. Mashine za ultrasound hazitumii mionzi, inatumia mionzi ya sauti. Tuna mashine mbili pia za kisasa pia ziko majengo mawili tofauti ya radiolojia. Pia tuna mashine moja ya eco na ECG kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa ya moyo. Pia tuna mashine ya Doppler kwa ajili ya kuchunguza mirija ya mirija ya damu, mishipa ya damu kwa ujumla. Hii idara ya radiolojia kwa kiasi kikubwa imefanikiwa kuwa na mashine nzuri za kisasa. Tuko proud kwamba tunafanya kazi na tunasaidia wananchi kuchunguza magonjwa mbalimbali. Pale ambapo daktari ambapo anahitaji kujua jambo, sisi radiolojia tunamsaidia. Kama ilivyo daktari, yeye huwa ni anataka kujua nini kinaendelea kwa mgonjwa, na sisi tupo kwa ajili ya kumpatia daktari majibu kutokana na vipimo tulivyofanya. CT scan ni mashine kubwa, ipo kwa ajili ya kuchunguza wagonjwa wenye stroke, wagonjwa waliopata ajali hasa hasa waliopata ajali kichwani, mtu amevilia damu, CT scan inatusaidia sana kujua pia. Tuna CT scan inatusaidia kuangalia mivunjiko mbalimbali. X-ray, kama nilivyosema awali, pia ni, ni mashine ambazo inatusaidia kuangalia mivunjiko ya mifupa, kuangalia migongo. Mtu anauma mgongo, analalamika, X-ray inatoa uchunguzi wa, wa, wa haraka, hata CT scan pia Atra saundi tutachunguza, tunajitahidi sana kuchunguza magonjwa ya mbalimbali ikiwemo uvimbe mbalimbali za mwili. Tunachunguza tumbo la juu, namaanisha tumbo la chakula, tumbo la chini, namaanisha tumbo la uzazi kwa wanawake na wanaume. Kwa hiyo mgonjwa anapokuja analalamika tumbo, tunaweza tukachunguza katika via vyake vya, vya uzazi, tukaangalia mayai kwa wanawake tukaangalia uzazi wake, magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika uzazi, PID na tunachunguza kwa hata sauni, tutaona. Tunachunguza mauvimbe mbalimbali kwenye uzazi pia tunaona, na tunatoa majibu na daktari na na matibabu na mpaka hatua za mwisho, mgonjwa anafanikiwa kupona. Pia tuna eko kwa wagonjwa ambao wanasumbuliwa na matatizo ya moyo, tuna mtaalamu wa eko hapa anafanya kazi masaa yote, anaweza akachunguza na akamsaidia daktari nini kifanyike kwa ajili ya uchunguzi, kwa ajili ya matibabu ya mgonjwa. Kwa hiyo kwa ujumbe, idara yetu imekamilika sasa hivi, tuna vifaa vingi na tuna tunabadilika kufanya kazi masaa 24 maana yake, tupo hapa asubuhi mpaka saa tisa na nusu, saa tisa na nusu anaingia yupo mwingine tena mpaka jioni na mwingine anaingia usiku. Kwa hiyo tunafanya kazi masaa 24 na huduma zetu zinapatikana. Na tunashukuru mama Samia, mama, tunakushukuru sana vifaa ulivyotuletea. Kwa kweli havisumbui na vinatupatia majibu ya haraka sana, kulingana na zamani. Tulikuwa katika mfumo wa analog x-ray, tulikuwa tunatumia muda mwingi kutoa picha, paka imefikia daktari, imetumia risala, unaandaa unafanya hivi unafanya hivi, lakini kwa sasa x-ray inatumia kama dakika tano tu mgonjwa alishapata majibu, aendea na matibabu. Na hata sasa vitu tulizonazo ni nzuri sana, ni digital, kwa kweli Ina resolution nzuri, unaona kwa uzuri kabisa mgonjwa ana shida gani. Kwa kweli tunakushukuru sana mama kwa hizi mashine ulizotupatia hapa kwetu hospitali ya rufaa Kitete. Mwenyezi Mungu akubariki mama, kazi iendelee. Ah, <laughs> kiukweli, kwa mfano x-ray ilifungwa digital ilifungwa elfu mbili na ishirini x-ray walikuwepo wagonjwa kama kawaida, sema tu malalamiko yao ilikuwa ni kwamba wanachelewesha kupata huduma X-ray, kipigwa inachukua muda mrefu. Kwa hiyo baada ya hiyo mashine kuja wale wagonjwa wakaona wenyewe mabadiliko yaliyotokea, kwa wagonjwa kuona kumbe kuna mambo mazuri zaidi ya X-ray ni CT scan. CT scan imefungwa mwaka jana hapa kwetu, ili ilituia ngumu mwanzoni wananchi kujua kwamba CT scan ipo, lakini kwa ushirikiano wa uongozi wa hospitali walifanya matangazo na tulitembea sehemu kwenda uchichi kadhaa kutoa shule kwamba kuna CT scan sasa, ambayo ni kipimo kikubwa ambacho kitatusaidia kuangalia magonjwa mbalimbali mbali kwa ukaribu zaidi na kwa haraka magonjwa hasa stroke. CT scan kwa mkoa wetu umetusaidia sana kuangalia stroke, maana huu mkoa asilimia tisini ya watu wanaokuja hapa wanapata hizo changamoto. Kwa hiyo ni kipimo ambacho kwa kweli kimetusaidia sana na kimesaidia wananchi, kwa mwanzoni ilikuwa flow kidogo lakini siku zinazidi kuenda mwezi mpaka mwezi f imeongezeka. Kwa sasa kwa CT scan tunaweza tuka, mwanzoni tulianza wagonjwa wanne kwa siku, lakini kwa sasa tunafika mpaka wagonjwa nane tisa. Kwa kweli mwitikio wa CT scan umekuwa mkubwa, na watu wamesha wanafahamu Kitete kuna CT scan. Kwanza nipende ku, kuwashukuru pia wananchi wa nje ya, ya mjini hapa kutambua kwamba Kitete tuna vifaa maana wanakuja na wanaulizia. Kwa mfano kuna vipimo sijavisema awali ni vya kutumia x-ray, vipimo vya kufungua mirija wanawake vinaitwa HSG, kinaitwa HSG kingine kufungua mirija ya wanaume, labda mwanaume anakojoa kwa shida, kipo kipimo, tunachunguza mrija wa mkojo na yote tunasema urethrogram. Hivyo vipimo watu wanatoka mbali, wanakuja hapa. Kwa kweli, tuwashukuru kwa kutambua kwamba hizo huduma sisi tunazitoa, na kweli tunazitoa. Na sasa hivi kama nilivyosema awali, tuna mashine mbili za x-ray, ziko majengo tofauti. Kwa hiyo hata msongamano wa wateja kama ilivyokuwa awali, mashine ilikuwa moja, sasa hivi unapungua wateja. Hata kitoka mbali akifika tu anapewa huduma yake na anaondoka, anaweza kuondoka siku hiyo hiyo, kulinganisha na awali mashine ilikuwa moja. Tunamshukuru mama mashine imeletwa, hiyo nyingine ina miezi miwili sasa, tumeona faida zake, tunapunguza ile wagonjwa kukaa kwa muda mrefu kusubiri huduma. Na sisi tunajitahidi kupa kugawanyika katika majukumu, huyu anaenda huku, anaenda huku, wagonjwa tunawatoa wagonjwa wetu wengi wanatoka wilaya mbalimbali. Kwa hiyo tulishatambua hilo, kwa hiyo tunajitahidi pia kuwahudumia kwa haraka, wawai usafiri, maana usafiri wa Tabora kwa hiyo niseme kwamba vipimo kwa X-ray vile vya, vya kufungua mirija ya wanawake, tunasema kuna wanawake wanapitia changamoto za uzazi, wanaambiwa kachunguze mirija yako, tunatoa hiyo huduma. Kuna wanaume wanapitia changamoto ya kukojoa, madaktari wa mkojo wanaelewa, wanatuandikia hivyo vipimo, tunafanya uchunguzi wa mrija wake wa kukojoa. Kwa hiyo vipimo kwa kweli vipo vingi kwa sasa hivi. Kitete ukifika Kitete sidhani kama kuna kipimo unaweza kukosa. Hata cha kuangalia mirija ya damu doppler tunafanya, hata ya kuangalia umeme wa moyo ECG tunafanya, na tuko karibuni sasa kufanya kuangalia umeme wa akili, kuna mashine tumeiagiza iko njiani. Kwa hiyo kwa kweli tuna vipimo vingi ambavyo sidhani kama unaweza kaja kitete kuna kipimo ukakosa, sidhani. Tum, tumeenda katika maelishi makubwa, tofauti na miaka ya zamani. Uh, kwa upande wa huduma zinazotolewa hapa za uchunguzi kwa kutumia mashine hizi, tumefanikiwa kupata majengo mawili sasa. Kuna lile jengo la zamani ambalo pia kuna mashine kule, kama nilivyosema awali. Sasa tuna mashine mbili sasa, za kisasa za x-ray mashine kwa hiyo jengo moja tumeweka mashine ya x-ray na ultrasound, na jengo jipya sasa lipo ambalo tumesimika mashine ya CT scan tumeweka mashine mpya ya ultrasound na echo na tumeweka mashine ya x-ray pia ya kisasa. Sisi hospitali ya Kitete tupo katika level nzuri ya matibabu, na niwashukuru sana watumishi wa Kitete, wako very organized kuanzia nesi, daktari mpaka mhudumu wa mwisho anayemshika mgonjwa, sijawahi kuona kwa nafsi yangu huwa napenda mgonjwa anavyoletwa hata idarani kwangu, naona anakuja na nesi, anasaidiwa na mimi, namhudumia na nesi anaondoka naye, na lolote likitokea, nesi ndo anahusika kufuatilia. Kwa hiyo kwa kweli niwashukuru wa watumishi wa Kitete kwa kazi nzuri ambayo tunaifanya, tunamhudumia mgonjwa kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Npia niwapende kuambia tu kwamba hatuna bei kubwa sana katika vipimo vyetu aaatm kipimo na bei tu, ni bei ambazo ziko very affordable, affordable, na kawaida kabisa kwa Mtanzania yeyote. Kwa kipimo yani, iko very very affordable kwa kila Mtanzania. Kama nilivyosema X-ray kila sehemu ina tunafanya uchunguzi. Kuna uchunguzi wa kichwa, miguu, mikono, tumbo wa, kuna watu wanakuja wana tatizo la daktari, ana suspect utumbo umejikunja, x-ray itatoa majibu. Mtu anakuja ana suspect, daktari ana suspect labda amevunjika, x-ray itatoa majibu. CT scan pia vivyo vivyo. Kwa hiyo niwapende tu kuambia kwamba vipimo tulivyonavyo havina bei sana bei ni ya kawaida kabisa kwa ajili ya mtanzania na ni bei elekezi kutoka Wizara ya Afya. Karibuni sana Kitete, tunawapenda wananchi. Afya yako kipaumbele chetu, karibu tukuhudumie.